Okay. Mwana gossip table karibu sana. Huko vizuri Sami? Niko poa. Na wewe na umepoa? Juma Karimu. Ah, shukrani bwana. Niko vizuri. Imekaa ah, unyao. Na, mm, na maruni yangu fulani hivi. Eh. Na glasi fulani hivi za garama. Dali, kama mchezaji wa Coastal Union. Union. Of course I am. Who is that boda boda? Eh, which? Mchezaji wa Coastal Union? Eh. Nani? Si nguo nyekundu? Ah, wao wajasema eh. Simba. Ah, uh ah. -uh. Hmm? Simba ndo nani? <laughs> Simba ndio mnyama ndo yupi huyo? Sio ule wa insta. Simba huu ana upiga mwingi, simba wen wa kimataifa, simba huyo anayoipa mishahara mirefu au simba huu, <laughs> <anayupati misharamlefu. laughs> gani ana ah, bwana gossip ah, tuko na stori ambayo inamuhusu mrembo mwanadada mwenye sauti amazing azin sauti ya dhim kabisa, e, sauti fulani hivi hmm.

Sasa bwana Diva Diva ga haishwi na majambo mm -hmm. Diva ameshaga ongea mambo, mambo mengi na sisi tunayaleta hapa likiwemo swala kubwa nah. Diva bwana alizungumza kwamba yeye hawezi kuolewa na mwanaume ambaye <laughs> uh <-huh. laughs> hajui kuongea Kiingereza, mwanaume ambaye uh -huh. hajui kuongea Kiingereza vizuri. Aliwahi kuolewa huyu kaachana yeah. mm. na She Abdulazak mm. Ndio, yes. Sasa Diva, kuna kitu ambacho mekizungumza hapa, mimi nanukuu na nakiwasilisha uh -huh. Hamna kitu sikipendi mwanaume asijua Kiingereza na sipendi mtu anayetamka Kiingereza vizuri. Hamna kitu kinachoboa kama mtu ana muonekano mzuri halafu anatamka Kiingereza kibaya. mm. Mm. mtu ana muonekano mzuri harafu anazungumza ama anatamka Kiingereza vibaya. Kwa hiyo Kiingereza ndio moja, moja ya sifa ya wanaume ambao yeye anaangalia e -e -e -e, kwamba Kiingereza ndio mtu anakuwa romantic. Aliyekuwa mume wake anakiingereza kizuri kweli kile yule, mm? Nimeona kuna klipu inasambaa anapiga ungenge, au je, unaona Ah, sio kile cha kulazimisha. Ah, chenyewe. Mm uh -hmm. -huh. Eh, iko vizuri. Sio unajua tu kisha kwa muigizaji kidogo. Kile Kiingereza chetu kile. I don't want to hear that eh. Okay. <laughs> yaani Kiingereza unakilazimisha mm, yani. Una kinakuja alafu kinakataa. Unakikamata na kamba. Kwa hivyo bwana, hilo ndio jambo ambalo Diva kalizungumza. Mm. Alishaka zungumzaga mengi Diva. Yeah. Swala lake la mahari. Mm. Mahari yake ya kutolewa. Yaani misukufiti. Mm. Diva kama angekuwa UK. Mm. Ni Queen Elizabeth. We, usiniambie. Serious. Kwa ukwini gani? The way ana anajitengenezea mwonekano kile anachokihitaji. Mm. Mm. Ana, ana, anatengeneza royalty. Sasa hilo alolisema yeye ni moja. Kuna mm. jingine, ndugu yangu bwana oh. Ukiachana hiyo kusema kwamba mm. e, hapendi mwanaume ambaye hajui Kiingereza, kuna mm. kingine pia alisema kwamba yeye hawezi kupika eh? Eh, sio kama hawezi kupika uh -uh, yani hana muda wa kupika, hana time ya kupika, especially ugali. Hapendi ugali mm. yani hapendi kabisa ugali e, lakini pia akasema ishu nzima yeye kupika hana time kwa sababu ana uwezo wa kumlipa mtu akampikia nyumbani. mm. e, bosi wake bosi wake bosi wake ambaye anam, anampa pesa ya ofisi pale, anamlipa vizuri, pesa ya kutosha kitita he kinamfanya yeye aweze kulipa mfanyakazi akampikia vizuri mm. <laughs> yeah, hii ni sifa ya mwanamke ambaye wewe unamhitaji siku zote, kitu ambacho mi nakifahamu nakielewa, mwanamke at least uwe na mambo matatu mm -hmm. Kwanza uwe mm -hmm. mwenye heshima, msikivu, yaani hilo jambo moja linajibeba humo yes. Pia ujue kumtunza mume, mahaba na kila kitu kingine mm -hmm. Kikubwa zaidi, mwanamke ujue kazi za jikoni kupika jikoni ujue hmm. Usafi wa jiko pia ujue ndiyo, sawa mahitaji eh, ya jikoni ujue, pia ujue bwana anapenda kitu gani? Sasa wewe ndugu yangu, unakimbilia tu kutaka mwanaume anajua Kiingereza halafu huwezi kumpikia, uwezi kumfulia nguo, uwezi kumhudumia zaidi ya ile shughuli ya chumbani tu. Hivi kuna wanaume ambao wanataka vitu kama hivyo? Labda ah, huyo mwanaume umpe wewe mwenyewe mahari akakatoe, lakini sio atoe mahari yake mfukoni tena. Kwa hiyo mahari kubwa hakuna mwanaume iko radi hakuna, Hakuna. Yani, hakuna, mimi mwenyewe siwezi kukubali yani hivo, ukae tu kwa huyo mwanaume ambaye atatamani kumwoa uh, diva the boss mm, akishatoka kule English course basi pia aingie hotel management akajifunze kupika kwa mm, sababu ipo siku utajipikia mwenyewe kabisa iko mm, mm, wazi iko wazi. Ah, we kuweza mimi usiponipikia kwa kweli, utakuwa unatengeneza e, karatasi yako ya kwanza ikufuate kwa hivyo yeye, kwa hivyo kwa hivyo ana mshahara mzuri hey, analipwa vizuri, kasema analipwa pesa. Kumbe mtu ukilipwa vizuri ndio usipike, unakuwa na majivuno hey, ukilipwa vizuri na bosi wako usipike kweli hey, unapika nini wakati unaweza kuwalipa wafanyakazi wakakupikia? kama mm, nitaka si niseme kitu gani mm -hmm. Nili, niliwahi nili, nili kufuatilia nini mm. Kuna mmoja kati ya watu maarufu na mashuhuri katika siasa, mwanamke lakini, hmm. anakuambia yeye pamoja na ubizi wake wote hmm. chakula cha mume wake anakipika yeye mwenyewe, na huyo ni mtu ambaye mashuhuri hmm. mwanasiasa, na ana pesa nzuri ambayo anaiingiza kila mwezi ama, hmm. kila siku. Wewe hmm. ni nani ndugu yangu? wewe ni nani? Wewe ni nani? Yani mtu mkubwa lakini bado mtu ambaye anaweza kutembea na bodyguard, lakini bado anaingia jiko nampikia mume wake na haruhusu mfanyakazi kupika wala kufua nguo za mume wake. Nani huyo? Tulia basi na... Sasa sikoni, kwani hiyo ni sifa mbaya sana eh? Niache bwana Mtu mkubwa anapiga yani, kama anawafundisha mabinti bilisha. Ni mbunge huyo mbunge wa sehemu fulani. Oh, aliwahi kufanya interview akazungumza bwana waisotulie. Mbunge wa sehemu gani? Huko huko kusini kusini huko. Ah. Vipi? Sasa bwana woga sabi ya bwana. Mbona niache bwana yeye. Sabi ana super noma mzuri ya bwana. Eh, nimemsahau jina. Nimemsahau jina. Mbona watu wanapika mfano mdogo, mfano mdogo na wa hivi karibuni mgombea mm. rais. Kumwona pia alikuwa alipika na anapika chakula kizuri anakoroga kizuri, kizuri, vizuri na ni kiongozi mkubwa wa nchi, lakini anaweza kuingia jikoni kupika. Amiri jeshi mkuu na anapika na ni mwenyekiti hey, wa chama wa chama hey, hey, mwenye hey, sasa kama kama yeye anapika mm, hey, anaonyesha mfano kwa wanawake wengine. Jamani, pikeni pikeni. Kupika ni heshima kwa mwanamke kumbe mnawafundisha wanaume zenu kuchepuka ama yani, yani, yani, kwenda kuoa wanawake wengine, yeah, yani, mtu kavua nguo yake ya ndani, Jumatatu mpaka Jumatatu nyingine, nguo yake haijafuliwa. Just imagine. Mwanaume alivua ile nguo ndani Jumatatu, Jumanne haijafuliwa, Jumatano imerundikwa tu, ndugu yangu yeah, iyo ikija kufuliwa hiyo inatoka na ukoko, sababu italazimisha kusuguliwa, lazima itengeneze kitobo kidogo. <laughs> Hii pia iwafikie wale wadada ambao mm. wanashindwa kufanya kazi kwa mikono. Mi nimekutana na mwanamke anasugua boksa za mumewe kwa brash. oh. Hey, paka boksa hey, kwa brash na kuna no, yeah, wanawake wengine kina sisi, yaani ile jinsi nakuta mwanaume wako wanafanya kazi gere jinsi, mm. nalisugua kwa mkono, kwa mkono. Na yeah. linang'aa. Hata brush sipitishi. Sasa mwingine ni brush. Hata yeah, shida ni kwamba hao wengine ni wale wafuga ah, nafuga kucha zisiharibike ama zake manicure na pedicure, kucha zisiharibike na mm. zisi. Ndio wengine wangekuwa na uwezo, mtu kama huyo anaweka mashine ndani mm. e. Natuaribia nguo zetu zetuawai hiyo. Hata kama gesi imeisha nyumbani, yuko razi alale nje, lakini asipikie mkaa mm, eh, apikie mkaa shike mkaa tena vyombo tena kuvimasufuria kwanza kuyasafisha akiwa na mkaa tena taharibu mikono yake. Sasa ili jambo la Diva kusema ya kwamba mm, yeye mm, yeye hapendi eh, mwanaume mbaye hajui Kiingereza, lakini mm, pia ye hapendi ugali wala kupika mm, ikanifanya nikumbuke ndoa yake na mali eh? <laughs> Eh, fanya nikumbuke unajua, kuna vitu vingine vinaweza vikawa vinafichwa sana mm, lakini mwisho wa siku maneno yako yanakuja kufunga na kitu ambacho kiliwahi kutokea nyuma yeah. Sasa kama yeye amesema hivyo vitu, that means hiyo ni tabia yake, ni hulka yake mm. Sasa kama walizinguana wali na sababu ilitolewa sababu ni fulani. Sasa unaanza kujiuliza maswali, au pengine imesababishwa na hiki kitu, uenda eh kwa sababu bwana, yani unaambiwa uzuri wa sura na shepu hmm, havitoshi tu kumvutia mwanaume. Mwanaume pia anavutiwa na tabia, na tabia nzuri kwa mwanamke ndio silaha nzuri ya kumshikilia bwana. Kama uko ujui tabia nzuri ni pamoja kama hivyo, hey. <coughs> mtu kumjali, kumpikia hmm, kumfulia, kuhakikisha anakuwa sawa. Sasa kuna watu wengine, ndugu yangu, kwa sababu tu yeye ni mtu ambaye yuko busy hmm. Kama ni busy ni busy, ndoa hainaga ubizi hata mahusiano yanaga ubizi. Hakunaga mtu iko bizi na mtu anayempenda hata siku moja, hakuna hakuna. Yaani sasa mimi nadhani pia niseme Diva ni mwakilishi wa mabinti wengine. Kuna mabinti sio Diva tu mm. kuna mabinti pia wana, wana, wana hizi huruka kama za Diva, wapo. Kuna mabinti okay. ambao hawawezi kupika na hawajui kabisa. Kuna mabinti ambao wanachagua chagua, chagua mshwa siku naangukia koroma mm. kuna mabinti ambao wanajikweza, wana majivuno, wanajikuta masilei queen mshi mshwa siku hakuna cha maana, ndivyo mm. ilivyo. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwenye vikao, kwenye kikao chao, huyu huyu ndio mwenyekiti anawawakilisha wengine mm, wapo wale mabinti ambao wakiamka Yani mpaka kuna chwea mm. ni simu TikTok. mchawi bando, okay. na hivi siku hizi vipakeje, kuja mpaka vya elfu kumi hivi vya elfu kumi vipo siku hizi kwao, mchawi bando tu bando tu n yani mtu mwingine unakuta kabisa, ndio kama kama anaishi kwenye familia, bahati mbaya kuna mdogo wake uko pale, ama mfanye kazi, mpaka chakula anaitoa kitandani, sha siku anaanza kuzua kunguni kwenye vitanda mm. Kwa wapo mabinti wa design sana. Kama binti ameanza kwa design hiyo, lazima anapofikia umri wa kuolewa ndo atakuwa na tabia hizi hizi, atabagua, atachagua, ndo huyo mimi sitaki mfupi, taka mrefu mm. sio ndio vizuri mimi kama hana mustache sitaki, eh? eh? mwembamba, mweusi kama jungu atamchagua. Yani hao ndio design za mabinti, hao wale ambao kwenye ukuaji wake alikuwa anakuwa na hizo itikadi za uslay queen mm. Ndio naambua chagua chagua, nangukia koroma, fika miaka 40, nasema yoyote atakaye kuja mi sawa tu mm. Mm. Yoyote anayekuja sawa sawa tu. Kipindi cha nyuma ulikuwa unachagua eh, ulikuwa unachagua mm, eh, huyu mzuri, huyu mbaya. Mm. Nafika miaka arobaini. Wanaume siku hizi kuna wanaume, basi wanaume mama yao mmoja na baba yao mmoja, wote mbwa, wote mbwa. Huyo mbwa wako ndio umemtengeneza wewe mwenyewe, yani unajua huyo mbwa ndio umemtengeneza mm, mwenyewe na anakuwekea mwenyewe Ukiona mbwa akakubwekea, jua kule kwingine kule analishwa kitu kizuri. mm. Ukiona mbwa wako mmoja akakubwekea, we umpi nyama. Binti, binti, binti, nazungumza na we mwanamke mzuri mrembo, kipindi hiki ambacho wewe E, ndio unavutia mm. Kipindi ambacho wewe unahitaji kupewa iPhone 17 ndio hiki ambacho wewe na wanazipambania nzuri kabisa hey. Unavutia mrembo, sura yako inavutia, ngozi ina glow ndio mm. Kipindi cha kupata mwanaume ambaye atakupenda na kukujali yeah. Ukisubiri mpaka ufike miaka 35 ndio ndo uolewe mm. Dada yangu, mama yangu, unafeli, umekwisha. Wanaume sasa hivi wanataka watu viportable <laughs> <laughs> zishashuka mashavu, nataka kuangalia nani akue Saidi Juma tena hawataki na wa miaka arobaini, natakwa mabinti wa miaka thelathini, ishirini na nane, ishirini na tano. Na kitu kingine wanaume nataka yaani, mwanaume hangalii unamiliki kichwa cha kuvaa lesi si wigi kichwa cha hey, kina akili una, yaani haahangalii hey, unamiliki kichwa cha kuvaa lesi si wigi kichwa kikivaa kepu inakaa una akili hmm, sawa, tunajua ni mzuri mweupe unavutia una, una shepu nzuri kipotaba unabebeka una akili kabisa, so akili zote nasipeka kwenye belti za tumbo ai. <laughs> sa belti za tumbo. <laughs> story na kansa nipo nasababisha haya mimi hapa na mosu diva eh, yeah. E, una nafasi ya kuandika maoni yako hapo. Sami, tunawaambia nini, una gossip bwana? Sawa, maoni ni muhimu. kama kwa aihozungumza diva ni sahihi, na wee kama mwanaume unaweza kweli kuumiliki mwanamke wa dizaini hii hapa? mm -hmm. Komenti yako ni muhimu sana, lakini cha kwanza subscribe, bonyeza alama ya kengele. Kula yeah. Instagram pia